Serikali imeendelea kuimarisha ushirikiano baina yake na TAWLA kupitia wizara na taasisi zake TBS, TMDA, MUHAS na shule ya sheria nchini SUA eh, pamoja na taasisi nyingine. Serikali imeendelea kufanya mahusiano mazuri na TAWLA na hivyo kufanya chama hiki kuwa na nguvu zaidi na kupata heshima ndani ya taasisi za serikali. Leo ninyi ni mashahidi kuwa ukienda kwenye ofisi yoyote ya umma ukajitambulisha kuwa unatoka TAWLA, bila shaka utapokelewa kwa heshima kwa sababu wanajua chama hiki ni chama chenye nia njema ya kuwasaidia Watanzania. Nimesikiliza risala yenu. Serikali inafahamu kuwa mnayo mipango na bado mnazo changamoto zinazowakabili katika kutekeleza majukumu yenu, na bado kuna changamoto zinazowakabili wanawake kwa ujumla kama jamii. Naomba niwahakishie kuwa serikali itaendelea kufanya kazi hizo, kuzifanyia kazi changamoto hizo, na kisha kuwa inadumisha haki na usawa na kutokomeza ukatili wa kijinsia kwenye familia na kwenye jamii yetu tunayo jamii ambayo inahitaji kuelimishwa wakati wote, kumheshimu mwanamke na kumlinda kwa nguvu zote. Mwenye wajibu wa kwanza kwa kweli wa kulinda haki ya mwanamke, hasa sisi wenye familia, ni sisi wa baba wenyewe. Kwenye levo ya familia, kumpa hadhi mama, watoto wa kike sawa na wengine, kutapunguza migogoro na kuwapunguzia TAWLA malalamiko mengi yanayokuja kwao. Ukiona kuna mtu anaenda TAWLA mahali fulani, ujue kuna unyanyasaji umetokea. TAWLA hawatafuti mtu, bali wanatafutwa na wenye matatizo. Kwa hiyo muhimu ni kushughulika na chanzo cha tatizo. Kama migogoro mingi ya urithi inatokea baada ya baba kufariki, basi ni somo kwetu wa baba kuwa wakati tukiwa hai tuweke mazingira sawa, ili mama anapobaki akiwa hai na watoto asipate sababu ya kwenda TAWLA kutafuta haki yake, kwa sababu ukiwa hai uliiweka vizuri. Na kwa sababu hiyo nitoe wito kwa jamii kwamba tuepuke migogoro mingi inayotokea hasa ya mirathi. Juzi nilipata bahati ya kwenda kwenye mkutano wa wanasheria wengine, nikaambiwa katika kesi wanazokutana nazo asilimia zaidi ya hamsini ni migogoro ya ardhi. Ipi? wanawake wengi baada ya mume kufariki wameondolewa kwenye ardhi. Kwa sababu gani? kuna kundi jingine, upande mwingine lina nguvu kuliko huyu mama na watoto wake, wanaamua kuondolewa. Ni wito kwangu na kwenu ninyi TAWLA, tuanze kushughulika kwanza na tatizo la kuendelea kutoa elimu kwa watu ili wajue, kuwa wakina baba na wakina mama, basi tuache mazingira ambayo hayatasababisha mgogoro baada ya mmoja kuondoka hapa duniani. Tukifanya hivyo, tutampa nafasi TAWLA ya kufanya mambo mengi zaidi makubwa, badala ya migogoro midogo midogo na mikubwa inayotokea miongoni mwa jamii, na kuifanya jamii yetu iwe yenye ustahimilivu. Na bado na miaka mingine ni mingi. TAWLA ilianzishwa mwaka 1989 na kusajiliwa mwaka 1990. TAWLA ni jukwaa la maendeleo ya kitaaluma kwa wanasheria wanawake Tanzania bara. Kwa miaka 35, TAWLA imewawezesha wanasheria wanawake kutumia ujuzi wao kutoa msaada wa kisheria elimu ya kisheria na elimu ya haki za binadamu na wanawake, watoto na jamii kwa ujumla. Wanachama wetu wanajumuisha kama walivyotambulishwa, waheshimiwa majaji, mahakimu, wanasheria wa serikali, mawakili wa kujitegemea, wabunge, maafisa watendaji wa makampuni, wasomi na washauri wa kisheria. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, kauli mbiu ya mkutano huu ni miaka 35 ya TAWLA kukuza urithi wa haki na usawa. Kupitia kauli mbiu hii, katika siku hizi mbili tumeweza kusikia wataalam mbalimbali waliotoa mada kuhusu mazingira ya ardhi, mfumo wa sheria na sera kuhusu mtoto wa kike na masuala ya afya na uzazi na lishe, na mchana wa leo tutamaliza na mkutano mkuu wa wanachama wa wanachama wa TAWLA. Tangu kuanzishwa kwa TAWLA, TAWLA imekuwa mstari wa mbele katika kutoa msaada wa kisheria, kuendeleza tafiti kutoa mapendekezo ya maboresho ya sheria na kuhamasisha usawa wa kijinsia. Na mafanikio yaliyopatikana, nikiyataja kwa uchache, ni pamoja na kuwawezesha mawakili wetu 418 kusaidia kuwakilisha mahakamani wanawake wasio na uwezo, wengine tumewasikia hapa kwa uchache, kuanzisha namba ya simu kwa ajili ya kupatiwa msaada wa kisheria bure, ili kurahisisha upatikanaji wa msaada wa kisheria, kutetea mabadiliko ya sheria mbalimbali kandamizi na kuhamasisha sheria zinazolinda wanawake na watoto na kuratibu kikosi kazi cha ardhi na jinsia. Na tumeshiriki katika kutungwa kwa sheria ya mtoto ya mwaka 2009 na, na marekebisho ya kanuni za adhabu kupitia sheria ya makosa ya kujamiiana ya mwaka 1998. Pia mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanikiwa kuwa na majengo yetu binafsi Dar es Salaam na Dodoma. Ofisi yetu ya pale Dodoma iko pale Lazo na tuliweza kuizindua mnamo wa tarehe mbili mwezi wa watano lakini na sasa tuna mipango ya kujenga ofisi kule Mwanza. tumeweza tunaendelea kufanya uchechemuzi kuhakikisha ushiriki wa kutosha wa wanawake katika nafasi za maamuzi, kushirikiana na serikali kuandaa na kusimamia utekelezaji wa sheria ndogo za vijiji kwenye kuzingatia usawa wa kijinsia. Tumefikia vijiji 169 na, na bado tunaendelea. Tumeendelea kuendeleza uwezo wa wanasheria wanawake kupitia programu mbalimbali lakini pia kutoa tuzo kwa ajili ya kutambua wanawake waliofanya vizuri katika taaluma ka ya sheria na kutetea haki za wanawake na watoto. Na leo hii, mgeni rasmi tutakuomba utoe tuzo kwa wanawake hawa ambao wamefanya vizuri pamoja na kutuzindulia kitabu chetu cha miaka 35 ya TAWLA. Haya ni baadhi tu ya mafanikio yaliyowezeshwa kwa ushirikiano na wanasheria wanawake kwatika moyo wao wa kujitolea na ushirikiano na wadau mbalimbali. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, nitumie fursa hii kuipongeza serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan jitihada zake katika kuhakikisha haki za wanawake na watoto zinalindwa zinakuzwa na kuheshimiwa. Tunatambua mchango wa serikali ya awamu ya sita katika kuanzishwa kwa kampeni ya Mama Samia Legal Aid ambayo TAWLA inashiriki na Wizara ya Katiba na Sheria ili kuwafikia Watanzania wengi zaidi tunatambua masuala ya kuboreshwa kwa mifumo ya utoaji haki nchini. Hii ni pamoja na kuanzishwa kwa Tume ya Haki Jinai na ujenzi wa vituo jumuishi, kuongezwa kwa majaji wanawake katika mahakama zetu na uteuzi wa wanawake wengi katika nafasi mbalimbali za uongozi, kuendeleza kusimamia na kuongeza fursa za kiuchumi kwa wanawake kupitia programu mbalimbali za mikopo na ruzuku, kuendeleza jitihada za kupambana na ukatili wa kijinsia kwa kuimarisha sheria, kuongeza uelewa na kuboresha huduma wa za waathiriku uwekezaji katika sekta ya afya kuondoa baadhi ya vikwazo kwa vya elimu kwa wasichana hasa wale wanaopata ujauzito wakiwa bado shuleni. Ni rai yetu kwamba maboresha haya yaingizwe katika sheria ili kuenda kuendelea kulinda haki za mtoto wa kike kuendeleza miradi ya kuongeza upatikanaji wa nishati kuongeza upatikanaji wa maji. Haya ni ma, baadhi ya machache tu ambayo tunaendelea kuipongeza serikali. Kwa ujumla jitihada hizi zinafungua fursa nyingi zaidi kwa wanawake nchini Tanzania.